Ha, mechi, nafikiri ilikuwa mechi ngumu na tulikuwa tunajua tunakuja kukutana na Morocco, moja ya timu ngumu sana Afrika au duniani kwa ujumla, lakini nafikiri tuli tulikuwa na pro, uh, approach nzuri, tumejaribu kuhakikisha kwamba tuna manage pressure yao, uh, kadri ambavyo ilikuwa inawezekana, na niwashukuru wachezaji wangu wameweza wameweza kufanya kile ambacho tulikubaliana wakafanya tumeanza first half tumeweza tu, tumeweza tumeweza ku manage, tumerudi second half, tulijua kitakuwa kipindi kigumu zaidi kuliko kipindi cha kwanza, tukajaribu kuhakikisha tuka insist kile ambacho tulikifanya tuongeze zaidi, lakini nafikiri wame, wameweza kutumia u, let's say experience ya ujuzi wao zaidi kuhakikisha kwamba wana wanatukumu na wamefanikiwa, sio. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu, lakini nawashukuru wachezaji wangu wameweza kucheza kwa maelekezo, sio. 2-0 is football.